Wacha kwanza tumalize hii. Tafadhali ni, tafadhali ni. Hii hapa ni taarifa kutoka nchini Kenya katika tukio ambalo litaandikwa kwenye vitabu vya kihistoria ya nchi hiyo. Shughuli ya kuuaga mwili wa hayati Raila Omolo Odinga, kigogo wa siasa na kiongozi aliyegusa maisha ya mamilioni, imevurugwa na umati mkubwa wa wafuasi waliotaka kumuaga kwa mara ya mwisho. Saa chache baada ya mwili wa hayati Raila kuwasili kutoka JKIA, shughuli ya kuuaga iliwekwa rasmi kufanyika katika majengo ya Bunge. Lakini hali haikuwa ya kawaida. Maelfu ya Wakenya kutoka kila pembe ya nchi walijitokeza kwa wingi, wengi wao wakiwa wamevalia rangi za chungwa, nembo ya chama cha ODM. Watu walimiminika kwa hisia kali, wengine wakibeba mabango ya kumbukumbu kumbu. Wengine wakiimba nyimbo za harakati za mageuzi, lakini kilichotokea hakikutarajiwa. Katika hali ya taharuki, polisi walilazimika kufyatua risasi hewani. Wafuasi waliovamia lango la Bunge walizidi idadi ya maofisa usalama na shughuli hiyo ikavurugika. Mwenyekiti wa Bunge Moses Wetangula na viongozi wengine waliamua kwa dharura kuhamisha shughuli hiyo hadi Uwanja wa Kimataifa wa Kasarani. Mwili wa Raila ukiwasili Kasarani, jeneza lake likiwa wazi, likifunikwa na kitambaa cha njano. Kofia yake maarufu, ishara ya utambulisho wake wa kisiasa, ilikuwepo juu ya jeneza. Katika uwanja huo, vilio na nyimbo za mapenzi kwa Raila vilijaa kila mmoja akitaka kumwona kwa mara ya mwisho. Ilikuwa ni ibada ya heshima lakini pia ya machungu ndani yake. Katika mtaa wa Kareni, mtaa ambao Raila alikuwa akiishi, usalama uliimarishwa. Polisi waliweka vizuizi kwenye barabara zinazoelekea nyumbani kwake, huku mipango ya maziko ikiendelea kwa kasi. Kwa mujibu wa wosia wake, Raila alitaka azikwe ndani ya masaa sabini na mbili baada ya kifo chake na kwa heshima aliyoamuliwa na rais William Ruto, taratibu rasmi za kiserikali zinaendelea. Raila alikuwa ni mwanamapinduzi kwelikweli, mpigania haki na sauti ya watu. Safari ya mwisho ya Raila Odinga haitasahaulika, si kwa vurugu zilizoikumba Kenya, bali kwa mapenzi yasiyopimika aliyoyapokea kutoka wananchi wake. Pumzika kwa amani, Baba Tingatinga, tutaonana tena. Historia itakumbuka milele. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital ili ufahamu mengi yanayojiri ndani lakini pia nje ya mipaka ya Tanzania. Tafadhali, baki nasi.